Ilikuwa tunaomba dua sana isitokee situation kama ya, ya last season, kwa maana utakiwa mfunge mtu kwenye goal difference. Ndio ndio maana mechi mimi nilikuwa na, na naifuatilia ile ya Yanga ya na MC Alger ya ugenini mm -hmm. ile goal la pili linyuma sana la dakika za mwisho mm -hmm. nyuma sana kwa sababu nikahisi itakuja mazingira ambayo yatasababisha tushinde goli tatu. Yes, unawea, yeah. Na mimi kutu. Baada ya Ali nani Al Hilal mm -hmm. kumfunga MC Alger kule kule kwao mm -hmm. Nikajua huyu jamaa ametuongoza kwenye kundi, katupiga si nyumbani, akaenda kumpiga ule jamaa kwake mm -hmm. Kapata pointi sita ngumu awei, nikajua huyu mwanaume kashaongoza li kundi sasa, kimbembe ni sisi na huyu mwarabu huyu Mwarabu vutufunga mm -hmm. Lile goli la pili siku ile nikasema ende katokea mazingira hapa tukatakiwa tukapindue goli tatu benjamin Mkapa, na lakini sio rahisi. Mwenyezi Mungu akajaalia mechi ya Hilal na MC Alger ilivyoisha pacha ya moja moja, ikawa ina, ina, ina, ina nafuu kwetu sisi. Lazima tuwe wa kweli, unapokwenda kwenye mechi ukatakiwa utoe goli tatu ni tofauti kabisa kiakili, una no, no, no. kwenye mechi te goli moja.